La kwanza ni kuendelea kumshukuru Mungu kwa ukubwa wake. Mtambo huu umetembea zaidi ya kilomita moja. Umegonga nguzo za umeme, tena umeme mkubwa. Kama nyaya zingekatika leo tungekuwa tunaongea habari hii. Mtambo huu umepita kwenye nyumba za watu, tumeziona na kama hii nyumba ya mwisho hapa, namna ilivyopitwa. Ukiangalia huu mtambo una minyororo pande mbili, upande mmoja umepita huku na upande mwingine umepita huku. Ukiambiwa kwamba hapa mtu ametoka salama katika usiku mkubwa ambao watu wamelala, unasema asante Mungu kwa ukubwa wako na ukuu wako Mtambo huu umeendelea mpaka umefika kule, kama ungevuka kama anavyoeleza Mheshimiwa diwani mpaka kule mwisho, sijui asubuhi ya, ya leo tungekuwa tunasema nini na tungetizamana kwa nyuso za namna gani? Nataka niwasihi sana na wananchi wenzangu. Tukio hili linaendelea kuchunguzwa, lakini mwanzo wake, kwa taarifa za awali ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi zaidi, opereta wa mtambo huu aliyekuwa zamu alijihusisha na tukio la wizi wa mafuta, na alikuwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wanayanunua hayo mafuta, ambao wawili tayari wamekwisha kamatwa Baada ya walinzi wa mgodi kubaini kwamba kuna wizi unaendelea, opereta wa mtambo akaamua sasa kwanza kuondoka na chombo ili kujiondoa kwenye eneo la tukio. Alipobaini ufuatiliaji unaendelea kwa spidi, aliruka kwenye chombo usiku na kukiacha chombo hicho. Sasa mitambo hii ina uwezo wa kujiendesha yenyewe, inajiongoza kisha liwasha, unaweza ukatoa funguo na likaendelea. Ndio maana kwa mashuhuda mliowahi mlilikuta bado linaunguruma kwenye eneo hilo, na imebidi atafutwe mtaalamu wa kuja kunyofoa kifaa kimojawapo ili kifaa hicho kiweze kuzima. Opereta huyu amefanya zaidi ya unyama. Ni tukio ambalo lingeweza kutuletea madhara makubwa zaidi. Mungu naye anatisha. Yeye kama mwanadamu aliruka, lakini sisi tunasema ni Mungu alibaki anakiongoza chombo hicho. zaidi ya kilomita moja kimevuka nguzo za umeme ngapi? kimevuka majumba mangapi? Leo tungekuwa tunazungumza nini katika usiku mkubwa ambao watu wamelala? Hili ni tukio la kinyama kweli kweli, lakini angalia mtambo ule ni wa gharama kubwa sana. Na nataka niwaambie Wanaisingilo, mgodi huu ni wa wananchi pamoja na mwekezaji. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio sisi wenyewe tuliyoko hapa imeweka mtaji wake pale kwa hisa asilimia arobaini na tano asilimia hamsini na tano ndio za mwekezaji. Kwa mtaji pia wa kodi za Watanzania uko hapo. Mtambo kama hii inanunuliwa kwa gharama kubwa, anajitokeza mtu kwa tamaa zake anafanya wizi anakimbia anatelekeza mtambo, anaathiri maisha ya watu, na wale ambao pia walikuwa wanashiriki kununua vitu vya wizi. Na huyo bwana, tumeagiza kwenye kikao chetu kidogo cha kamati ya usalama tulichokifanya, tumelitaka jeshi la polisi kuhakikisha tunamtafuta huyo opereta kwa namna yoyote ile apatikane ili aweze kuwajibika kwa mujibu wa sheria, pamoja na hao ambao walikuwa wanashiriki matukio hayo ya wizi ambao ndio wamechochea vurumai yote. La pili, nyumba hizi ambazo zimeathirika, nini hatima ya watu hawa, na uharibifu wa mazao ambao umetokea, nini hatima yao? <coughs> Tumezungumza na wenzetu wa Buckreef. Wafanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kufuatilia hali za majeruhi wetu. Tulikuwa na majeruhi wanne. Wawili wamekwenda kutibiwa na wamerejea, lakini bado tuna jukumu la kufuatilia hali zao. Kuna yule mtoto mdogo tumemkuta pale, anaitwa Neema. Kimwangalia yule mtoto unasema mwache Mungu aitwe Mungu, lakini bado tunahitaji kuendelea kufanya uchunguzi wa kina wa mtoto yule. Wawili wamepelekwa Geita, mama na mtoto mdogo, kwa maana ya kichanga. tunaendelea kuwaombea afya njema. Mwenyezi Mungu aendelee kuwatetea na kunusuru afya zao, ili wapone haraka na kurejea kuendelea na maisha yao. Nasi kama serikali kwa kushirikiana na Buckreef tutasimamia kwa karibu matibabu yao wote hao wanne, ili hali zao ziendelee kuwa salama, wakati huu Mwenyezi Mungu atatuvusha kwenye kipindi hiki kigumu. La pili ni swala la makazi na uharibifu sisi tunavyoondoka hapa, tunamwacha afisa tarafa hapa, katibu tawala atamtafutia usafiri wa namna gani atarudi, kwa kushirikiana na Buckreef. Viongozi wetu wa kijiji kupitia mwenyekiti wa kitongoji na mjumbe wa eneo hili na uongozi wa kata chini ya mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji wa kata, mtashirikiana na, na Buckreef mpite mkague uharibifu wote ambao umetokea. Sisi tunavyoondoka hapa, nyumba hizo ambazo zimeathirika zitajengwa kwa gharama za Buckreef, wao wenyewe kwa hiki ambacho kimetokea. Uharibifu mwingine wa mazao ambao utabainika pia, Buckreef mtawajibika kwa uharibifu huo, ili tusaidie kunusuru maisha ya hawa ambao wamekutwa na tukio ikiwa hawajui chochote.